Kwa kweli na machungu kwa kila mtu, hasa wenzangu, labda afadhali hata mimi manake, hasa wengine ambao wananiangalia wanaumia labda kuliko mimi, maana mimi nimeshazoea. Sasa imeuma mpaka yeye, nimeona sasa basi. Na wao polisi hawajakueleza mazingira ya, ya hiyo risasi aliyopigwa mtoto wake alikuwaje? Waliniambia kuwa amejipiga yeye risasi. Mimi nikakataa nikawaambia sio kweli, wakati amekuja huku amechukuliwa na askari, bunduki ametoa wapi? Walinyamaza, hawakunijibu katika mazingira ya kena... jina naitwa Issa Juma. tulipokuja kuchukuliwa saa mbili hapa kasoro, tulipokuwa na kisinja hapo, kisinja kisi akaa anatupiga, anasema tumezidi sana, kufikisha pale kituoni. maisha na jamii kule anapoishi anaishi vizuri Hana, ana korofi na wala sio msemaji hajawahi kuenda hata polisi kwa kosa lolote hajawahi kuwekwa hata siku moja na wala sijawahi kuitwa kwamba anakosa fulani. Kituo cha Polisi Usariva. Saa tatu na nusu nilipofika pale kituoni ilikuwaje? Ndio tukio likatokea pale ule askari alinipiga mdogo wangu kifu, bunduki kifuani walijibizana na nini hadi ikafikia hatua hiyo ajabishana na mtu yoyote, dogo alikuwa tumekaa tuko chini ya ulinzi, hata hatatwaeni mikanda, ndio dogo akapiga bunduki, ndio akaniangukia hapo chini. Nikamwambia, mbona mmemuua mwenzangu? Ndio ule mwingine akaingiwa na, buntu, na buntuazi akanyanganywa bunduki, ndio akaenda kufichwa na maaskari wenzie. Akaniambia nisiongee kitu chochote, lakini mimi nikajikaza, nika pale kwa kujitetea nafsi yangu, na walivyokuwa wananipoza mimi nikasema, nika nini ni nyamaze kwanza, mimi nitakuja kuwaambia ndugu zangu. Na mimi naomba hata nyinyi waandishi wa habari, mahali popote naopita, mniwekee ukingo mpaka hata kwa nani, hata kwa Rais, kwa maana mimi sijaji gomba hata na kisi nje, hata na nani, kama ananifuatilia hata familia zangu atajua. Lakini mimi na uhakika ni dogo ajamngangania hata ule askari, ni ule askari alinyanyua bunduki akampiga bunduki ya kifuani, ndio Richard akaniangukia mi pale miguuni, nikawambia, kwa nini mmesha muo huyu mtoto anakosa gani? Yule askari akashikwa na bumbazi. Nami ningekuwa na matatizo kama ya ujambazi ya nini, ningekimbia kwa maana pale watu wote walishakimbia. Ile damu, akatokea askari wa kike, ilikuwa ni, ni damu imejaa kama sadolini, akaanza kudeki saa hiyo, saa hiyo, na mimi saa hiyo hiyo ndio wakan, wakanifukuza kunipeleka ndani. Alipokuja mpelelezi akaniambia, hata mtu akikuuliza, useme tatizo lolote ujaona, umeshaingizwa umeshaingizwana kwa kupoteza ushahidi, lakini dogo hajaparangana na mtu. Mbona kuna tukio ambalo mkua mmelifanya na ndio nyinyi ndio mko pa watuhumiwa. Ni tukio gani na je, kweli mmelifanya? na, na, na, na dogo moja naitwa Mando, pale hmm. Kugombana kwao ndo kulipelekea nyinyi mpelekwe polisi taratibu sasa. Sasa alipokuja pale braza wakamaliza kuongea mindo, nikatolewa ndo tukakaa pale na huyo na mpelezi akatuandikia aka, aka, aka barua akasema nywaze amna, amna tatizo, nendeni tu nyumbani, tutakuwa tunaendelana kutembeleana. Mpelezi aliniambia huwo utatoka haina tatizo kwa kuficha ficha maneno o. Na mtoto wangu najua sana shida, ila siku hiyo jioni wao walikuwa wamelala ndani kidogo, nikaona watu wamekuja hirr, basi nilio mtambua hapo ni yule mwenyekiti wa magadisho na mapolisi wawili wamekaa pale na hapo, na vijana wengi tu, ndio wakawachukua watoto wakawapeleka hivyo, wakawapandisha gari hapo mtoni wakawateremsha kituoni. Kwa hiyo ingine sijui, na kwa hili ambalo limejitokeza, kwa mtoto wako. Ah, jamani <laughs> najisikia vibaya kwa kweli hmm na alikuwa kwa naishije na majirani na kwa namna ulivyomlea alikuwa wa, ni mtoto namna gani? Yaani ni mtoto mtivu, hata ukiwauliza kijiji kizima hatukanage hata mtu jamani, sijawahi kusikia tangia nimlee nimsomeshe elimu yake yote mpaka digrii, vyeti ninazo hapo ndani, kweli sijasikia, na ushirikiano mzuri sana uh kwa mara ya kwanza walizipata hizi taarifa kwa nani? Mimi taarifa sijaipata, ni baba alikuja kuchukuliwa hapo kesho yake asubuhi kwenye muda za saa tano hivi ndio wakaja watu wawili watatu, wakajitambulisha na huyu Kisinja, wale wakasema sisi ni mapolisi, alafu huyo mwingine watatu wakasema yeye ni sijui mpelelezaji wa mkoa. Basi tukamwambia baba tende pale kituoni kuna maneno ya kuzungumza. Baba akamwambia jamani, tuna kazi kidogo baadaye ili niteremke. Akamwambia baba, twende yule akaapa kabisa, akashika hapa na hapa na hapa, akasema baba, si nitakuweka ndani mimi mwenye nitakurudisha na gari hapa hapa. Ndio akaondoka na baba kurudi. Baba amerudishwa na teksi akilia, kufika hapa kaniambia mama, mtoto wetu hayupo tena. Basi mpaka hapo mimi nyingine siachwi na mimi nikaishima na nguvu, ni hapo tu. Mimi kuona kwangu nile usiku tu anavo wanavyopelekwa hivi na mwenzake, sikumwona tena asubuhi. Nimetuma watoto wapeleke chai, chai imenyweka, kumbe mtoto wangu yuko mochwa. Sijui chai imenyweka na nani jamani. Mungu, hapo tu baba Kamanda, kuna taarifa ya kutoka Usariva kwamba kuna kijana ambaye alipigwa risasi kituo cha polisi na askari, sasa sijui taarifa hiyo unayo taarifa? Ipo, sio kwamba akapigwa risasi, ila akitaka kupora bunduki. Sa kwenye harakati ya kutaka kupora hii bunduki ndo baada akamkuta hilo ni kwamba mnamo tarehe saba mwezi wa pili kuna kijana mmoja Richard Peter anaitwa Richard Peter kwa jina Lombo alikuwa anatuhumiwa kwa kosa la kuapita na kupora na ya Usariva huko. Sasa wakati anafika pale kituoni akataka kumpora sahihi kama taji bunduki kwenye purukushani ya kunyang'anya nyang'anya, ah basi, sasa kafyatuka kitambika akafuta kaka kwenye serikali hospitali. Okay, lakini kwa mujibu wa taarifa hawa vijana walikuwa wawili, mmoja kati ya hao yeye, yeah, alishuhudia mdogo wake akipigwa risasi mbele yake na walikuwa tayari wako mahabusu. Hizo ni taarifa za mtaani, labda taratibu zikoje, a, alitumia nguvu kiasi gani mpaka ikafikia kumpiga risasi? Kwa mujibu wa taarifa ilikuwa inasemekana kwamba askari polisi alikuwa amelewa

hata taarifa hiyo ilikuwa imekamata kwa ajili ya kumpiga mtu nono, kutaka kumpora kwa maana ameenda kama kwa tuna hiyo. Sasa ombe vijana wafanye kazi kwa ajili ya kupata shahara kwa kufanya mambo ya jambazi. Labda mwili wake umehifadhiwa katika hospitali gani? Nilikuwa kwa mtuna la shule kufanya uchunguzi kwa ajili ya mazishi. Labda kamanda, askari anaruhusiwa kumpiga risasi endapo huyu mtu atatumia nguvu ya kadiri. Kwa sababu kimjua hakupiga, hakupiga, yaani unajua kwenye purukushani

Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano, jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018 2019 katika kozi zifuatazo IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi, wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na digrii katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Naitwa Catherine Kahabi kama balozi wa Javel G. kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jaffel Jihadu ya and Machinery Company. Jaffel Jihadu and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti tofauti kama vile detection helmets, face shield, work suit, raincoat, road works, self boots na gam boots, gloves mbalimbali, fire extinguishers, winter jackets, masks na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753 3699 au 787 au wasiliana nasi barua pepe yani info at Hivi ndivyo maisha hunoga unapokuwa na kinywaji cha Jambo. Sherekea pati la kijanja popote ulipo, ukiwa umeshika mkononi kinywaji cha Jambo. Tuburudike na maji ya Jambo kukata kiu yako. Burudike na kinywaji cha Jambo kutoka Jambo food product, iwe Jambo coco pine, Jambo pineapple extra, Jambo power, Jambo orange milk na Jambo lina yenye ladha ya maziwa jamuka ya